Mamilioni kadhaa ya watu wamejazana mitaani. Wamejaa hadi kwenye njia nyembamba za Yerusalemu. Wametoka kila kona ya dunia kuja kusherehekea sikukuu ya Pentekoste. Pentekoste ilikuwa sherehe ya taifa la Kiyahudi. Ilikuwa inasherehekea mwisho wa mavuno, lakini pia ilikuwa inakumbuka Musa alipokea sheria juu ya mlima Sinai ambako kulikuwa na moto na ngurumo kutoka katika uwepo wa Mungu. Sasa, neno la Kigiriki Pentekoste linamaanisha ya hamsini, na ilikuwa inasherehekewa siku hamsini baada ya Pasaka. Sasa bila kujulikana na dunia, ile Pentekoste hii ingekuwa mwanzo wa kipindi kipya kilichoashiriwa na mavuno ya kanisa, yale mavuno ya kwanza ya roho zitakazounda kanisa la Agano Jipya. Sasa Matendo ya Mitume sura ya mbili ndicho kifungu kinachotupa simulizi la kuwasili kwa Roho Mtakatifu na kuanzishwa kwa kanisa la Agano Jipya. Na ngoja ni kuambie, kutakuwa na moto na kutakuwa na radi. Sasa kumbuka kwamba katika vipindi vya Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwa anakuja juu ya watu ili kuwapa nguvu kwa muda kwa ajili ya kazi maalum. Samsoni eh, ni mfano mzuri wa hilo. Lakini Yesu alikuwa ameahidi wanafunzi wake huko Yohana 14 kwamba Roho Mtakatifu angekuja kukaa ndani yao na kimsingi awe pamoja nao. Kwa hiyo hili ni wazo jipya kabisa. Roho angewawezesha waumini kutoka ndani sio tu kwa kazi za ajabu wapendwa, bali kwa kila kazi ya maisha. Sasa nini kinatokea hapa katika siku hii ya Pentekoste? Basi tunajua kwamba Yesu alikufa wakati wa Pasaka. Alikuwa mwana kondoo wetu wa Pasaka akifa kama sadaka ya kulipia dhambi zetu. Kisha ufufuo wa Yesu siku ya tatu uliambatana na sikukuu ya Wayahudi ya malimbuko ambayo inaadhimisha malimbuko ya mavuno. Sasa hakuna hata moja kati ya haya lililotokea kwa bahati tu. Kwa kweli, Paulo anaandika katika moja Wakorintho saa 15 na madakika 20 kwamba el Kristo amefufuka katika wafu, malimbuko ya wale waliolala. Kwa maneno mengine, kama vile sikukuu hii ilivyosherehekea malimbuko ya mavuno, huku mengine yakitarajiwa kuja, ufufuo wa Yesu unaashiria he kweli kutakuwa na mengine yanayokuja. Kutakuwa na, kutakuwa na ufufuo wa waumini siku za usoni. Sasa Matendo mbili inaelezea kuwasili kwa Roho Mtakatifu na kunaambatana na ishara tatu za kimiujiza. Nataka hili liwe wazi, wapendwa, kwa sababu kuna mkanganyiko mwingi siku hizi eh, kuhusu Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu mara nyingi e, unahusishwa kimakosa na tukio fulani au baraka maalum kwa waumini waaminifu. Lakini tuko karibu kujifunza kwamba Roho Mtakatifu ni zawadi ya Mungu kwa kila muumini. Sasa, Roho Mtakatifu anaposhuka hapa siku ya Pentekoste, ishara ya kwanza ni kitu kinachosikika. Mstari wa pili unasema, ghafla kukaja kutoka mbinguni sauti kama ya upepo mkali wa nguvu, na ikajaza nyumba yote walimokuwa wamekaa. Sasa huu haukuwa upepo. Sikiliza hili, hii ilikuwa kelele kama ya upepo mkali sana, sawa na kimbunga au tufani. Miaka kadhaa iliyopita tulikuwa na kimbunga kilichogusa ardhi katika mtaa wetu na kupita moja kwa moja kwenye uwanja wetu wa nyuma. Mke wangu alisema kilisikika kama treni inayonguruma ilipokuwa inapita karibu nasi. Sasa kwa kusema ukweli, mimi sikusikia kitu chochote kwa sababu nililala usingizi mzito wakati wa tukio lote. Nikilala huwa najitoa kabisa. Lakini kile eh, eh, kutokana na alivyonielezea baadaye, naweza kufikiria kwamba hii ndiyo aina ya sauti, ile sauti ya kunguruma ambayo waumini walisikia walipokuwa hapa Yerusalemu kwa ajili ya sherehe hii. Ishara ya pili ni kitu kinachoonekana. Mstari wa tatu unasema ndimi zilizogawanyika kama za moto ziliwatokea na kukaa juu ya kila mmoja wao. Sasa tena, hii siyo moto halisi, inaonekana tu kama moto. Ninaamini kinachotokea hapa ni kitu ambacho taifa la Israeli lilielewa kwa sababu moto ulikuwa ishara ya uwepo wa Mungu. Huu ndio moto wa kichaka kilichowaka moto ambacho Musa alikiona. Huu ndio nguzo ya moto iliyowaongoza Waisraeli. Mungu anathibitisha wajumbe wake kwa ishara ya uwepo wake. Kwa hiyo kuna kitu kinachosikika, kuna kitu kinachoonekana, na sasa kuna kitu kinachosemwa. Mstari wa nne unasema wote walijazwa na Roho Mtakatifu, na wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama vile Roho alivyowapa kusema. Neno la Kigiriki lililotafsiriwa kama lugha hapa ni glosa ambalo limetupatia neno letu la glosari. Neno lingine la kibiblia linalotumika kuelezea tukio hili ni neno la Kigiriki dialectos au dialectes ambalo limetafsiriwa kama lugha katika mstari wa sita. Hilo ndilo limetupatia neno letu la kidaharia yaani dialect. Kwa hiyo wapendwa, niwaambie hii hi, siyo maneno yasiyoeleweka. Haya siyo maneno machache ya ajabu yanayosikika kama konsonanti irabu, konsonanti irabu. Hii ni mahubiri ya neno la Mungu kwa lugha ambayo watu hawa hawakuwahi kujifunza kabla. Kwa hiyo ishara hizi za kimiujiza zinaonyesha umuhimu mkubwa kwamba Roho wa Mungu amewasili. Huu ndio mwanzo mwanzo, wa enzi mpya, kipindi kipya na kiumbe kipya kinachoitwa kanisa, mwili wa waumini wa ulimwengu mzima unaofanya kazi, unahudumu na unakusanyika pamoja katika makusanyiko ya mahali au makanisa ya mahali. Na sasa tunapewa mwitikio wa watu hawa ambao wamejaa Yerusalemu. Mwitikio wa kwanza ni mshangao. Aya sita inatuambia, wakati sauti hii iliposikika, umati wa watu ulikusanyika, nao wakashangaa, kwa sababu kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa na kustaajabu wakisema, je, hawa wote wanaosema si Wagalilaya? Kwa maneno mengine, hawa Wagalilaya wasio na elimu ambao walikuwa wanajulikana kuwa hawajasoma, wanawezaje kuzungumza kwa ufasaha lugha zote hizi zinazowakilishwa miongoni mwa umati? Na una watu hawa wote kutoka maeneo mbalimbali ya dola ya Kirumi ambao wametajwa hapa kwetu katika mistari ya tisa hadi kumi na moja. Hivyo, mitume wanazungumza kila kitu kuanzia lugha za Kiafrika, Kiaramu, Kiebrania, Kilatini, Kigiriki hadi lahaja za Kiitaliano. Injili inahubiriwa katika lugha hizi zote. Sasa jibu la pili hapa ni mshangao. Mstari wa kumi na mbili unasema kwamba wote wakashangaa wakiambiana, hii ina maana gani? Naam, hapa kuna jibu la tatu katika mstari wa kumi na tatu. Nini vihaka nana kejeli? Wengine walikuwa wakisema, vema, wameshiba divai mpya. Kwa maneno mengine, wote ni wote, wamelewa. Hebu niwaambie, nimeshawahi kusikia walevi wakijaribu kutunga sentensi moja na hawawezi. Hata kusimama hawawezi sasa vipi watu walevi wanasimama hapa na kuzungumza kwa ufasaha katika lugha mbalimbali? Wapendwa, hii ni picha ya enzi mpya ya kanisa, ambapo nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia waumini itafikia kila lugha, kabila na taifa. Na kumbuka hili ni tukio la kipekee. Biblia inatufundisha kwamba leo kila mwamini baada ya kuongoka anabatizwa mara moja na Roho Mtakatifu katika mwili wa Kristo. Paulo aliandika katika Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na mbili na mstari wa kumi na tatu katika Roho moja tulikuwa wakati uliopita sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ulibatizwa, anarejelea uongofu. Hili ni tukio la wakati uliopita. Ilifanyika wakati ulipookolewa, iwe ulihisi chochote au ulisema chochote au la. Na hebu ni kuambie, ubatizo wa Roho sio haki maalum kwa watu wa kiroho sana. Paulo anaandika katika Warumi sura ya 8 na mstari wa tisa, yeyote asiye na Roho wa Kristo si wake. Kwa maneno mengine huwezi kuwa mkristo bila ubatizo wa roho Mtakatifu. Hapa kuna jambo lingine la kukumbuka. Mtume Paulo anaandika kwamba kunena kwa lugha si karama kwa kila mwamini, Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na mstari wa 30. Unajua, kuna watu wengi leo hii wanajaribu kunena kwa lugha ili kuthibitisha kwamba wana roho Mtakatifu. Sikiliza mpendwa, tayari unaye. Kama wewe ni muumini, hukupata tu mkono au nguu. Um, ulipata vyote. Swali ni je, yeye ana wewe wote? Paulo anaandika katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 18, jazweni kwa Roho. Hiyo inamaanisha utawaliwe naye. Kujazwa kunamaanisha kuwa chini ya udhibiti au chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu kila siku. Usiwe usiwe chini ya ushawishi wa divai, anasema katika mstari huo, bali uwe chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kila muumini huenda asitawaliwe na Roho, lakini kila muumini amebatizwa na Roho ndani ya mwili wa Kristo. Paulo anaandika katika Wakorinto wa kwanza sura ya sita mstari wa kumi na tisa kwamba, kwamba kama muumini mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yeye anakaa ndani yako leo. Watoto wangu walipokuwa wadogo, wakati mwingine ningewaambia, “Sasa, kama mtamtii mama yenu leo na msimfanye afikie ukingoni mwa wazimu, nitawapeleka kula aiskrimu usiku baada ya chakula cha jioni.” Sasa wataalamu wa malezi wanasema hupaswi kuwahonga watoto wako. Mimi isiwahongi, nawahamasisha. Nafikiri wataalamu wa malezi wanahitaji kujifunza nguvu ya aiskrimu. Ngoja nikupe habari njema mpendwa. Mungu hafanyi na roho wake. Roho Mtakatifu si unachopewa kama umekuwa mzuri. Tayari unaye. Changamoto ni kuishi leo kwa namna inayoonyesha kwamba yeye anakumiliki kikamilifu.